No, mambo vipi mtu wangu nguvu, ni mimi mtangazaji wako Kevo TV, nakukumbusha usisahau kusubscribe channel yetu na kulike na kushare na kucomment ili kupata habari zinazotrend mtandaoni zaidi na zaidi. Bwana, habari kubwa zinatrend mtandaoni, inamhusu Musa Camara. Wengi tunajua Musa Camara ni kipa ambaye anafanya vizuri sana katika klabu ya Simba, na ni kipa ambaye ana uwezo mkubwa sana, na vitu vyake bwana anavyofanya pale Simba ni vitu ambavyo mashabiki wa Simba wanavikubali kinoma, kisababu ni mtu ambaye ana kipaji kikubwa sana cha kudaka na ni mtu ana uwezo mkubwa sana. Lakini bwana habari zinazoumiza sana mashabiki wa Simba kichwa bwana, eee mtu Musa Kamara bwana ni majeraha yamemsibu, na ni mtu ambaye wana Simba wameumizwa sana hicho kitu, kwa sababu amepata majeraha alafu ni mchezaji ambaye wanamtegemea sana. Tunajua Musa Kamara ni kipa mzuri sana ambaye ana uwezo mkubwa sana, sana, sana, sana, sana. Sasa bwana majeraha yamemrudisha nyuma bwana, na mashabiki wa Simba wameumizwa na kitu hicho, kwa sababu wanamtegemea sana kwenye ligi ya Tanzania pia hata kimataifa. Tunajua kabisa mwana safari ndefu sana, klabu ya Simba, na bila Musa Kamara safari inakuwa kidogo ngumu, kwa sababu ni kipa ambaye wametoka naye mbali na mafanikio makubwa sana msimu uliopita na hata msimu huu ameanza naye ulikuwa anamtegemea hata afikisha mbali, lakini amepata majeraha na majeraha. Nasemekana bwana Musa Kamala atakaa benchi kwa muda mrefu sana, kwa sababu majeraha aliyopata yanamsibu, yanafanya mpaka akae kwa muda mrefu benchi. Musa Kamala amewafanyia makubwa sana mashabiki wa Simba, itakuwaje? Kwa sababu bwana Simba ndio kwa safari inaanza ya kimataifa na safari yao ni ngumu, lazima wawe na mtu kipa kama huyu mwenye uwezo mkubwa, ili awapambanie. Lakini kwa sasa hivi bwana ana majeraha makubwa sana, atakaa bench kwa muda mrefu, ili kupoza ma, majeraha yake na msibu Musa Kama. Sasa hizo habari bwana zimekuwa kidogo zinakutatanishi, kwa sababu tunavuja kabisa, Musa Kama ni kipambana uwezo, na mashabiki wanampenda kinoma noma. Sasa itakuwaje bila yeye hapo Simba, na, na tunajua ni kipa bora sana, itakuwaje mtu mm, Mtongo wa nguvu hatujui tusubirie itavyokuwa. Mtongo wa nguvu, lakini nakukumbusha tu, usisahau kusubscribe channel yetu na kulike na kuchana ku comment ili kupata habari zote mtandaoni zaidi na zaidi. Yangu ni mtongo wa nguvu, asante sana.